Tutaendelea na kuangazia masuala yaliyomo kwenye onesho la kwanza sehemu ya kwanza, wahusika. Tulisema ya kwamba onesho la kwanza sehemu la kwanza wahusika ni wawili ambao ni Mabula na Mishi. Mabula na Mishi, sifa ya kwanza, Mabula ni mzembe, ni mzembe. Kwa nini ni mzembe? Kwanza, kwenye utangulizi katika ukurasa wa kwanza tunatupata ya kwamba uh, anajilaza. Anajilaza wapi? Anajilaza kwenye sofa yake, okay. Wakati wa alasiri, wakati wa alasiri, hiyo inaonyesha ni mzembe. Pia tunaona kwamba pale ambapo wanafanyiwa kila kitu, bibi yake anamfanyia kila kitu, Mishi, Mishi anamfanyia kila kitu anamfanyia kila kitu. Sifa nyingine kwenye hili onyesho uh, ni kwamba ni msomi. Mabula ni msomi, anazungumza ana kwa Kiingereza, anazungumza kwa Kiingereza anazungumza kwa Kiingereza na kusema, it's just a matter of time. Anaposema it's just a matter of time, it's just a matter of time. Ni mwenye makasiriko. Ni mwenye makasiriko. Kwa ni mwenye makasiriko, ni mwenye makasiriko nini? Ni mwenye makasiriko katika kurasa tisa tunaona koma... kwamba anakasirika. Kurasa tisa tunaona kwamba anakasirika nakasirika katika maongezi yake na Mishi, katika maongezi yake na Mishi. Katika huu kurasa tunaona kwamba kabla akaweze kukasirika, ni mkali, ni mwenye ukali ni mkali. Mabula ni mkali, ukali wake unadhihirika pale ambapo alimnyooshea anamnyoshea anamnyoshea Mabula kidole anamnyoshea Mabula kidole ni mwenye matumaini. Mwenye makasiriko, Mabula ni mwenye makasiriko. Mbona ni mwenye makasiriko? Tunapata kwamba uh, watoto wanapo, watoto wanapocheza nje wanapocheza nje wakati wa wanapocheza nje, Mabula anakasirika na kusonya. Mabula anakasirika na kusonya. ni mwenye masimango ni mwenye masimango critics. Tunapata kwamba katika ukurasa wa tisa, samahani, katika ukurasa wa tisa. Uh, anawalinganisha anawalinganisha ana wanawake na watoto na watoto wengine. Ni mlevi, ni mlevi. Kwa nini mlevi? ukurasa wa tatu ukurasa wa tatu unasema nini? Turudi pale kwenye ukurasa wa tatu Inasemekana ya kwamba um, anamwambia Misha kwamba akiwa amekasirika Mishi usifikirie yeah, mimi ni mlevi wa kufanyiwa mizaha sampuli hiyo. Uh, pia kwenye hiyo hoja iliyomo kwenye ukurasa wa tatu unazosema ni mwenye vitisho, ni mwenye vitisho, ni mwenye vitisho. Anamwambia kwamba mimi si mlevi wa kufanyiwa mizaha ya sampuli hiyo, ni mwenye vitisho. Uh, unapata kwamba kuna sifa nyinginezo ambazo zinajitokeza Mabula. Uh, ila tunaona kwamba hatutaweza kuziandika zote, kwani uh, tutaweza kuangalia sehemu kadha wa kadha ambapo uh, maudhui yalijitokeza. Tumwangalie mhusika mwingine ambaye nijitomishi, Mishi ambaye ni mkewe Mabula ana sifa zipi Mishi? Katika ukurasa wa pili tunampata kwamba ni mtiifu. Ni mtiifu, anapoitwa na mumewe, anapoitwa na mumewe anaitika naitika ni mwenye mapenzi ya dhati. mwenye mapenzi ni mwenye mapenzi, anamshikilia mumewe, anamshikilia mumewe anapokaribia, samahani anapokaribia kuanguka, anapokaribia kuanguka. Ni mtetezi, tunapata kwamba anawatetea, anawatetea watoto ambao walikuwa wanaimba wanaimba nje. Nyingine ni mwenye bidii ni mwenye bidii, ni mwenye bidii bidi, Kwa jinsi gani? Kurasa wa tatu, anamwambia Mabula basi, kaliseme la kufanya la kufanya. Kunita bwana, nina shughuli zinazonisubiri na, zina na karibu giza litakuwa linabisha. Kurasa kurasa watatu anamwambia Mabura, anamwambia Mabura ya kwamba aharakisha, aharakisha, kwani ana mengi ya kufanya ana mengi ya kufanya na giza la ingia, na giza la ingia. Ni mwenye kumbukumbu, kumbukumbu. Anakumbuka anakumbuka maisha yake ya awali ningine mwenye mapenzi ni mlezi ni mlezi mwema uh. Katika ukurasa wa nne, ukurasa wa nne tunapata y kwamba anasema kwamba nitafute chakula nitafute chakula tafute chakula nikiandae. Haya maelezi yanaonyesha kwamba ni mwanamke ambaye ana malezi mema, ni mwanamke anayezinduka, amezinduka, amezinduka amezinduka kwa njia gani? Amezinduka kwa njia gani? Tunaona kwamba ukurasa wa pili, ukurasa wa pili, katika ukurasa wa pili anamshurutisha Mwabula kwa kuombea kwamba, kwani mnakosa kuwasemea huko kwenye hivyo vilabu vyenyu mnadhani hatuyajui, mnadhani, mnadhani hatuyajui, hatuyajui, mnadhani hatuyajui. Tutapata kwamba huyu ni mwanamke ambaye amezunguka, anaweza kuelewa kwamba licha ya kwamba bwanake ana ni mlevi, hajaweza kuelewa yale ambayo yanatokea anaweza kujua yale ambayo yanatokea kule ambako wanaishi, wanaenda kwenye ulevi. Kwa hiyo tutaweza kuwa tunaangalia sifa za wahusika hawa wawili jinsi ambavyo tunaendelea kuangalia kazi ya fasihi. Santeni.